Unajua, kuna vitu, hakuna nyanya, imeisha kwa store, kitunguu imeisha. Si unaona, hata leo sijavaa nguo za jikoni huko. Sasa nani, Nasiponi? mm. Mimi niko nafunza mm. Wewe unakuja, unaanza kuniambia maneno ya nyanya, vitunguu na nini, lakini si hata wewe unaona masaa iko karibu. Saa hii ni saa tano. Nasipone. Mbona unge niambie hizi vitu mapema eh? Wario mgorova dawe ndio maana nimekutafuta leo. Nasipone. Eh. Sasa, what are we going to do? Tutaanza kupacha. Na mimi, I cannot just withdraw my personal money. Nianze kulisha shule. That is not good. That is not my job. Unadua wanafunzi wanaweza kula bila hiyo nyanya. Lakini nyinyi walimu, kwanza huyo Madam Ondilo anapenda chakula iko na nyanya ah, na kitunguu inanukia vizuri. Do this. There is no need for you to cook for mm -hmm. teachers. mm -hmm. Unawawekea kitunguu mm -hmm. na nyanya na sijui mafuta. mm -hmm. Hiyo kitunguu moja, hiyo nyanya moja yenye imebaki mm -hmm. na mafuta hiyo tone. mm -hmm. Niwekee kwa chakula yangu, yes, au wengine watakula dry. Mr. Principal, uelewi. Hakuna kitunguu hata moja, hata nyanya hakuna. Imeisha kila kitu. Kila mtu mm -hmm. akule kwake. Hata wewe, kila mtu akule kwake. Njaa ya siku moja haijawahi uwa simba, sawa? Sasa mimi narudi nyumbani, go let me teach. Kila mtu akule kwake, sawa?